Usiulize ya brado na usiulize ini Station gani? Hapa hii ni Izere FM 97.1 Rumonge Burunga City, hapa hii jiji la Mbele Usangi, sauti ya maendeleo kwa wote, ki namna hii hapa hii bwana, nikwambia bwana, ratiba yetu bwana eh, kuna ngoma uwanjani ambao unasikia hiyo hapo hiyo ngoma inaitwa usiulize ya Rado kabisa, kutokea nchini Tanzania, kiafrika mashariki, namna hii hapa iko. Ni ngoma baada ya ngoma, tumeweza kuburudika ki namna hii hapa hiyo, kuna ngoma uwanjani, ikiwa kabisa ni ngoma ya kwanza ambayo imeweza kutufungulia kipindi chetu cha ngoma baada ya ngoma. E, bwana, ratiba yetu kwa muda wetu huu hapa inatueleza kabisa kwamba ni muda wa saa mbili na dakika hamsini na tano hii hapa hii. Na kwa muda huu hapo huu tunakwenda moja kwa moja kusikilizana kwenye Ngoma na Story Fukunyuku za Fukufuku kwenye mitandao ya kijamii. Endelea kuketi hapo hapo, endelea kusikiliza Izal FM maana kipindi gani ni ngoma baada ya ngoma dakika tisini za mziki na story ikiwa ni Alamisi nzuri kabisa hii hapa hii ya tarehe 27 ya mwezi wa 11, 2025 this Loba Saturday hii hapa hii tunazidi kuburudika kina mna hapa. Ama nini? Twenzetu kwenye Ngoma na Story Fukunyuku za Fukufuku kwenye mitandao ya kijamii.

Oh, o mama okay, oh unasikiliza EZR FM ijiterambele rusangi sauti ya maendeleo kwa wote. Kipindi kipinde ni ngoma baada ngoma, dakika tisini za mziki na stori, ikiwa kabisa ni alhamisi nzuri kabisa, yapa saba ya tarehe 27 ya mwezi wa 11 2025. Ni slow back Thursday. Eh, hii hapa iko ni ngoma baada ngoma kinamna hapa. Bwana umesikia mdundo wapo? Eh, basi ukisikia wapo mdundo au ukisikia hii hapo intro, ujue kabisa bwana, kwa ratiba yetu tushaingia kwenye ngoma na story, fukunyuku za fukufuku kwenye mitandao ya kijamii kinamna hapa. Eh, bwana, fukufuku bwana ananisogezea story kinamna hapa hii. Lakini story ya leo bwana, yeye ndo ameweza kuingia kabisa location. Eh, kwenda kuisaka hii story kwenye siku ya leo, maana story inatokea hapa hapa Rumonge eh, 97.1 Burunga City hapa hii, hii. tukiwa kabisa tunakuletea story kina nani bwana fukufuku fuku ameletea story lakini, story bwana, ni cover eh, ni cover fulani hivi ambayo ni kama bango fulani hivi yani, na hilo bango bwana, linasomeka kwamba conf conference eh, conference bwana, kuna conference ambayo inahitajika kufanyika eh, na hiyo conference bwana au tunaweza kusema inaitwa nini? Tunasema ni press press conference eh, lakini hapa wao wamesema conference, lakini hii ni press conference ambayo ni mwito wa waandishi wa habari na baadhi ya wasanii kutokea hapa hapa Rumonge, wanaitwa sehemu kwamba wanaenda kukutana, kuna jambo ambalo linaweza kuzungumzika. Unajua hili jambo bwana ni wakina nani ambao wameweza kuliandaa hili jambo? Si wengine ni walewale wale vijana kutokea Msema Kweli TV, ndo ambao wameweza kuandaa hiki kitu. Na Msema Kweli bwana, ipo chini ya msanii ambaye anaitwa Fenji eh, Fenji bwana. Na juzi na hivi, kama mwezi umeweza kupita, tuliweza kuja kupiga stori hapa na msemaji mkuu kutokea Msema Kweli ambaye ni Woha na alikuja na msanii ambaye anaitwa Ebadasi, lakini sasa tunashangaa bwana, kwenye hii press conference hi. tunaona bwana kwenye hii hapa hii atweki au tunasema cover hapa hii, kuna wasanii tu wawili ambao wanaonekana hapa, ni Astra B na anaonekana Wanjombe au Uncle B mwami mwenyewe eh. Sasa fukufuku bwana Akaona isiwe tabu bwana, e mgojea, akamtafute mmoja hapo, ambaye kati ya hawa ambao tunaotaja hapa kwenye ili hapa cover, ili kuweza kujua kuna nini na ni nini ambacho kinachoendelea, tunakwenda kusikiliza voice pop hii hapa hii, imeandaliwa na Fukufuku fuku kwenye Fukunyuku za Fukufuku fuku kwenye mitandao ya kijamii kinamna hii hapa hii, unasikiliza ngoma baada ya ngoma, dakika tisini za mziki na story, slow back Thursday.

Yeah, karibu kwenye fukunyuku za fukufuku kwenye mitandao ya kijamii kwenye ngoma na stori. Hii hapa iko ni ngoma baada ngoma, dakika tisini za mziki na stori, ikiwa kabisa ni Alamisi nzuri kabisa ya tarehe ishirini na saba hii hapa hii ya mwezi wa kumi na moja elfu mbili na ishirini na tano hii hapa hii kwenye ngoma na stori bwana. Leo fukunyuku za fukufuku kwenye mitandao ya kijamii bwana, fukufuku bwana, nimeona bora niende nkamtembelee ndugu yangu huyu hapa. Unamjua ni nani bwana? ni huyu hapa mzee baba oh, oh, maniga moyo salama unyama mo. karibu sana ndugu yangu, eh bwana, Uncle B mwenyewe, eh bwana mwami, bwana shwari kabisa uko, inakuwaje? shwari bwana, naona mambo yana ya na, yeah. kama yanakwenda hivi, Mungu ni mwema siku zote eh, yeah. <laughs> yeah. Bwana kwanza studio ya Jombe Record mwana na story gani ndani ya Jombe Record kama wanavyojua Nyamonge na watu wa mbali mbali Mungu alisaidia, tunatengeneza song okay, kwa siku. Yeah. Yeah. Bwana, leo bwana fukufuku fuku bwana, nimeamua kukutana na wewe hapa. Japokuwa imekuwa ni surprise lakini ilikuwa katika ratiba yangu. Ndio mbaya kwa sababu mtu wangu muda wote ukija tu na jua huyu ni fuku tu amefua. Sasa, mimi swali la kwanza kabisa naweza nikaanza. Naomba. Katika ngoma zako ambazo mimi ukinitajia, katika ngoma zako ambazo zinaweza kukutachi au zikakugusa mm -hmm. ambazo uliweza kuonesha mafanikio kwenye muziki wako mm -hmm. wa hapa Rumonge ni ndumu hatari, ndumu hatari, ndumu hatari, na ikafikia hatua kwamba ikapigwa remix moja kubwa sana yeah, na wanangu hapa wa wote wote yani <laughs> kama nani pale wote pale wakiwa mbali pale ndani, lakini ndani yake ipo bwana Fenji yeah. Msema vipi, vipi toka hapo way back yani zamani na mpaka, mpaka sasa hivi mahusiano yako na Fenji hapo, wow? Ah, mimi na Fenji tulianza kitambo kwa sababu nakumbuka kipindi mimi mimi mimi na record naimba msanii naimba, unaona, kwa sababu hivi mimi ndo kile pini kuambiaga hivyo, ni muda mkubwa nachukua kwenye production mm. tangu mimi, mimi nafanya kazi ya music ya elfu mbili kumi na nane elfu mbili na ishirini Feni alikuwa ni mtu wangu wa karibu kabla hata kuimba, hajaimba lakini, ni mtu ambaye naweza nikasema ni mtu wangu mpaka hivi niko mm. naye mm. mpaka hivi, hivi imefika hatua mm. ya kusema mimi Uncle B nimilikiwa na Feni. Bwana, huyu hapo ndo Uncle B mwami rasmi mwenyewe kutokea hapa hapa Rumonge Remge Siri, ni kwenye fukunyuku za fukufuku kwenye ngoma na story, ndo zetu tunapigana na story bwana. Swali langu lingine la pili yeah, tarehe kumi ya mwezi wa 12 yeah, itakuwa ni siku ambayo kwenye mitandao ya kijamii hasa kwenye mtandao wa YouTube account mm. ya Msema Kweli TV mm. inaonesha kuna cover ambayo kutakuwa kuna press conference. Katika hiyo press conference mm fukufuku -fuku katika kufukuafukua nimefukua mm. tu kidogo hapa, tunataka kupata uthibitisho mm. inasemekana kwamba kitachokuja kufuata au kinachoadia katika hiyo mm. presi ni kwamba ni kutangaza wasanii kutokea Musema Kweli, wewe ni miongoni mwao. Kuna, kuna, kuna kipi ambacho katufahamisha labda kiundani? Tuache kusikia maneno na kuona makava kwenye mitandao oh, ya kijamii. Mi naweza nikasema, cha kwanza acha nimshukuru Msema Kweli okay. kwa kuwa amenichagua mm. kwenye kwa sababu alinifuata alinichagua kama na mbeba na kobi anahitaji tufanye kazi au sio? Anahitaji tufanye kazi. Sasa kabla ya kufanya kazi, nahitaji tufanye conference, yani tu usaini mkataba. Ya ile conference ni ya kusaini mkataba, kama naingia kwenye Msema kweli unaona. Okay, cool. Yeah, kama na mimi ni mtoto wa Musema naingia kufanya kazi kwa sababu kwenye Musema kweli kuna fengi mm -hmm. na mimi na Hasta Boy, okay. You know? Yeah, yani hey, hivi kwenye Musema hey kwa taarifa za sasa hivi, aabadaibadasi sio sio mtoto wa Msema tena, unaona e. Kwenye ile cover ni sisi wawili, okay. Unawahi kuona conference ya ya ibada sana sign, hayumo. Kiufupi hayumo sasa e. Ndio maana nakwambia wenye watakaye sign mkataba ni mimi na mimi akobi na Kobina, Hasta Boy Swali la mwisho, kutakuweza kutokea utofauti wa mashabiki zako ambao wanakupenda kama mwanamuziki? Kutakuwa kuna utofauti wa kutokea kwa watu ambao wanafanya na wewe kazi rekodi ya kurekodi ya yani, kuna masuala ya studio uandaji mm. wa nyimbo mm. wewe sasa, kuna kipi ambacho hapo unachoweza kuambia watu wa design hizo mbili hasa mashibiki zako wa mziki mm. wako ambao unaofanya mm. na wale ambao unaofanya nao kazi ya kuhusiana na uandaji wa mziki yani production? Mimi naweza nikasema cha kwanza wenye nafanya nao kazi sijawai kuangusha, ndio kitu cha kwanza. Namshukuru Mungu na Mungu ni mwema kila siku, na kwa update kwenye kichwa changu na kwa najifunza mambo, kwa sababu production haishi, unaona na imani wa wengine wasanii tunafanya nao kazi lakini, wanajua mi ni msanii naimba, unaona. Kwa hiyo hakuna utofauti wote, kwa sababu Msema Kweli ni lebo ipo kivyake na production yangu ipo kivingine. Maana wenye nitafanya nao kazi kazi tabaki vile vile, fanya tu kazi nzuri kutokana na msanii akileta vesi nzuri mistari mizuri tutazidi kufanya kazi vile vile ni unyama tu amani toshi kwa mashabiki zako, kwa mashabiki zangu ni wale wale wenye walikuwa wananifuatilia nimepata kampuni kubwa hivi nimekuwa yani nimepata kampuni kubwa hivi sasa ndio inatakiwa wanisupoti zaidi ya vile nilikuwa mimi mwenyewe nilikuwa anko B naangaika kupata 1k lakini wananisupoti tunaipata hata hiyo mwezi miezi miwili tunapata ile 1k lakini hivi Mungu atabless kutokana na nimeingia kwenye lebo kubwa labda wale na wenyewe wana wao labda nikiachia kazi watatumwa kwa watu wao wa shehe yani, ukute iwe ni tumeipata iwe ni unyama sana, au sio? Sawa sawa bwana, huyo hapo ndo Uncle B Mwami classic mwenyewe kutoka Wanjombe Record na tumeweza kupiga na story. Mimi hapa fuku fuku sina la ziada, namwachia Monyandwi aendelee kwenye ngoma baada ngoma, dakika 90 za mziki na story, ikiwa ni Alhamisi ya tarehe 27 ya mwezi wa 11 2025 hii hapa. Basi unaendelea kuenjoy mweziw <laughs> Boy. Ok, ma. Shukrani sana Fukufuku. Eh, kwa kuweza kabisa kutuhabarisha kinamna hiyo. Hapa yuko ngoma baada ya ngoma, dakika 90 za mziki na stori, ikiwa kabisa ni Alhamisi ya 27 ya mwezi 11 2025, throwback Thursday hapa hii. Tupo kwenye ngoma na stori fukunyuku za fukufuku kwenye mitandao ya kijamii bwana, memsikia. Ee eh, Uncle B, Uncle Mwami mwenyewe, eh akiwa ameongea kabisa maneno yake ndo ayo ambayo umeweza kuyasikia hapa hapa kwenye ngoma baada ngoma. Mimi sina la ziada zaidi ya kukwambia hivi. Endelea kusikiliza Israel FM 97.1, Rumonge, Burunga City. Hii hapa hii kwenye ngoma baada ngoma, kipindi cha Afrika Mashariki kinachokugea nafasi ya kuweza kuburudika, kuelimika na kuhabarika kama hivi tupoweza kuhabarika kwenye ngoma na stori fukunyuku za fukufuku kwenye mitandao ya kijamii. Dumwatari hapo hio. Tunaenda nayo na kinamna hapa hii ili kuweza kukamilisha eh ee, kukamilisha eh ee, kukamilisha Ngoma na Stori Fukunyuku za Fukufuku kwenye mitandao ya kijamii.

Umama unasikiliza Izere FM 97.1 Rumonge Burunga City, hii hapa. Hii kipinde wani ni ngoma baada ya ngoma, dakika tisini za mziki na stori, ikiwa ni Alamisi nzuri kabisa hapa ya tari shina saba ya mweza kumina moja 2025, ni Slowback Saturday, tupo kune ngoma na stori fukunyuku za fukufuku kwenye mitandao kijamii, mwana ndumu watari hii hapa ya Uncle B Mwami, ambayo ameweza kwa shirikisha wasanii kutokea hapa hapa Rumonge umu, ipo fengi yupo fabi tozi yupo f... Forever Bendi na pia yupo kamanda mkuu mwenye 4G ameweza kama hivyo kutuweza kutufungia kinamna hiyo hapo. Bwana hatari hapo inatufungia Ngoma na Story Fukunyuku za Fukufuku kwa mitandao ya kijamii kinamna hiyo hapo. Unasikiliza ngoma baada ya ngoma. Dakika 90 za mziki na